Hapa e, katika Machakos Showground e, kuanzia Januari tumekuwa tukitayarisha kwa maonyesho ya kilimo ambayo ni ya South Eastern branch ya Agricultural Society of Kenya, na mpaka hapo tumepiga hatua na tuko tayari kwa maonyesho kufikia wiki ijayo, kuanzia tarehe nne mpaka tarehe nane Tumepiga hatua zile zote milestones zenye huwa tuna tunatumia, eh, kuhakikisha show imekuwa tayari vizuri. Sasa step ile tuko saa hii ni watu kuchukua vibanda na kuanza kujenga vibanda vyao, na tuko na furaha kutangaza ya kwamba tulikuwa tumetarajia tupate eh, exhibitors ama wenye vibanda kama mia moja hamsini na tunapoongea tayari tumefika mia moja Naona tukielekea kufika hapo, hata kama hatufiki hapo, tutafika mia moja na ishirini ama mia moja na thelathini. Pia kwa mwaka huu upande wa, wa livestock tumepata ushirikishi wa wakulima uh, individual farmers. Tumeenda kwa wakulima tukarejista wanyama, tukawachanja, na mkulima mmoja kati wao ni governor wetu wa excellence wa